Ah, shemeji, mi nimekuita hapa, kuna kitu nataka nikwambia, ila naomba usinifikirie vibaya. Wala usijali, mimi nipo hapa nakusikiliza, lakini naomba hili ninalokwambia iwe siri yangu, kati yangu mi na wewe. Usimwambie mtu yoyote, nisisikie kwa mtu yote. Naomba uniamini, mimi siwezi kumwambia mtu yoyote, hata rafiki yangu Alex hatajua kuhusu hili tena. Sasa huyo Alex ndo atakiwa kujua kabisa kama tumeonana mimi na wewe siku ya leo wala usiwe na haraka, nitakwambia tu hiyo sababu kwa nini nitaki mwambie. Basi nieleze kuhusu hiyo jambo, maana ninahamu sana kulisikia ni jambo gani. Unajua shemeji, mimi nakupenda sana yaani kila nikikuona, moyo wangu nafarijika sana yaani. Unanipenda kivipi? Mbona kama sijaelewa. Na maanisha nakupenda kimapenzi na nilikuwa nakupenda mda mrefu sana lakini nilikuwa naogopa, maana sielewi, yani ilikuwa sielewi namna ya kukuambia. Sasa shemu, hapo nataka kuntia majaribuni. Sio kwamba sikupendi cha usiku, ni kwamba wewe ni mke wa mtu na pia ni mke wa rafiki yangu. Vipi siku akija kujua kama mimi natoka na wewe na mimi ni rafiki yake wa damu? Hapana bwana. Shemeji, tutafanya siri kwa hiyo kama si tukifanya siri na maana hawezi kujua, ni sawa. Lakini mimi leo wangu haina amani kabisa kufanya hili jambo. Ondoa shaka, shemu, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Nimekuelewa shemu. Kwa hiyo umekubali? Ndio, nimekubali, lakini naomba ibaki ibaki kuwa siri kati yetu, mimi na wewe. jambo jingine ni kwamba nilimwaga Alex kama anaenda kumuuguza mama ndani ya wiki mbili aakkimaztm mimi niko tayari lakini muda wote huo utakuwa naishi wapi? Na mimi mali kwangu haiwezekani kwa sababu Alex huwa anakuja kunitembelea muda wote. Itabidi tutafute hoteli ambayo tutaishi kwa huo muda wa wiki mbili, lakini mimi sina hela kulipia hoteli, shemu. Wala usijali kuhusu hilo. Ngoja nimpigie Alexi, atatupa hiyo hela ya hoteli. Halo mke wangu, mambo poa. Mume wangu vipi, hali ya mama? Hali ya mama siyo nzuri kabisa, bili pia ni kubwa sana. Bili ni shilingi milioni moja. Naomba unitumie hiyo pesa sasa hivi niweze kulipia hilo deni. Lakini unajua mpenzi, hali yangu sio shwari, nimetoka kupata kazi si muda mrefu, hata mshahara wangu wa kwanza bado sijapokea. Tafadhali mume wangu nifanyie mpango haraka haraka. Ongea hata na mabosi zako hapo ofisini wa kufanyia mpango wa mkopo utakuwa unakatwa kidogo kidogo kwenye mshahara wako. Sawa mke wangu, asante kwa ushauri mzuri. Na nakutumia sasa hivi. Sawa. Mume wangu anasemaje? Amesema nimpe muda kidogo ili aweze kuongea na uongozi wa hapo ofisini kwake ili waweze kumkopesha Sawa, ngoja tumsubiri. ina hapa, nina mizuka na tamani tupate hoteli tukaenjoi. We hunishindi mimi. Yaani, mimi hapa, kichwa kinaenda kasi hatari. Ameshatuma. hoteli yenyewe ipo tu hapo nyuma, twende. Sawa, twende. We mhudumu, bei ya kukaa hapa wiki mbili ni shilingi ngapi? Wecha usiku hapa ndo hospitalini na huyu ndo mama ambaye uliniaga uenda kumuuguza kwa wiki mbili. Nisamae mama wangu, ni shetani alinipitia. Kwa hiyo, huyo shetani hajaona mtu mwingine zaidi ya rafiki yangu Alex? Tena unataka unisaidie kwa kutumia zangu mwenyewe namba. Nisamee tu basi, mama wangu, sijakosa chochote namba. Unipeleke kanisani nikaombewe. Kwa nini nikupeleke kanisani?